ambaye mimi ni shabiki wa Simba kweli kweli. Yaani mimi katika Simba unaambia kitu. Na mimi ndo mtu pekee niendelee kusema ili jambo na watu wengine wajue. Ndio mtu pekee sijawahi kuiona Simba inakosea. Yaani wao sijawahi kuniuliza swali makosa ya Simba. Sijawahi kuona Simba inakosea. Ina maana falsafa ya Simba kwa sasa wakati mgumu ambao wanapitia kwako wewe iko sahihi? Niliwahi kuuliza swali kwenye chombo kimoja cha habari, sio dhambi na leo kuuliza tena. Yes. Niliwahi kuuliza swali. Hmm. Simba inakosea kwenye nukta gani kwa falsafa ambayo ipo sasa hivi, na mashabiki ambao wanazungumzia swala la uongozi na kufanya vibaya katika mashindano ya Kafu, huoni kwamba wako, wako sahii, mashabiki ambao wanaulizia Simba yao na uwo unaiona bora? Ubora wake uko wapi? Ah, ubora wa kwanza wa Simba ambao unaiona? Hmm, si tunazungumza hii ya sasa. Sisi mbio zetu huwa tunakimbizana, tuna na Yanga, hatujawahi kukimbizana na Azamu wala Mbeya Siti wala Dodoma jiji. Mbio zetu tunakimbizana na nani? na, na Yanga. Ukichukua wastani wa mechi sawa na Yanga, pointi pia tuko sawa. Hapana, kwani Simba kafungwa na nani mpaka sasa? Hajafungwa. Sasa inakuwaje mbovu kwangu? au tutoke tuende klabu bingwa? Wanasema klabu bingwa, ah, twende klabu bingwa. Sasa tutoke huku hukuhuku, ni bora atuhamie klabu bingwa <laughs> klabu bingwa. Tuko na bora, wenzetu kila wanapokuwa bora, ni lazima mmoja aongoze mbele, mwingine aje nyumba mwingine aje kati tafsiri ya mwisho, takapokuwa tumemaliza mechi zetu njoo niulize. Mi sijawahi kuiona simba inatoka hatua ya makundi sijawahi, labda ndio huu utakuwa mwaka wa kwanza. Mimi kama kuna mtu aliona mwaka 65 atarudi kwenye rekodi, sijawahi. Au wewe umewahi? Labda wakati makundi, robo inaitwa makundi, sasa sio makundi haya, hatua hii, si hatujawahi kutoka, kwa sababu tunajipanga na hivyo vitu. Na tulikosa wapi klabu bingwa eh? Nini tulikikosa klabu bingwa mimi naweza kusema tulikosa kitu kimoja, tulichanganyiwa mambo matatu kwa wakati mmoja na tukakubali yote matatu. Wakati tunaenda kucheza mechi za klabu bingwa, mashabiki, ilitakiwa tuachane na viongozi, si turudi katika timu afu tuambie viongozi, unajua sisi tumewaacha so kama tuna hatuwaoni a, kuna wengine hatuwataki, lakini kwa sababu na jambo letu tukilimaliza, tutarudiana. Tukajikuta sisi tumo kwa viongozi viongozi hawaelewi, watatujibu nini? Mwalimu ana kampani nyuma yake ya mtu hata mmoja anayemsaidia yani yeye. E, tulijikuta kila jambo tulilofanya mwezi kupata matokeo, kwa sababu kitu pekee kinachomfanya mchezaji kucheza duniani ni saikolojia, hamna kitu chingine. We jaribu kwenye tasnia yako, siku umesumbuliwa nyumbani afu unakuja kunioji, unaweza ukaliweka neno moja miongoni mwa maneno ya nyumbani kwako. Falsafa ya Matola jana tumeiona. Mna imani na Matola na hamwezi mkaa, eh, wana Simba muungane tu hata mmpe timu hapana. Mimi nitakuwa mwongo, Matola hajawahi kuweka falsafa Simba kwa sababu kazi ya mwalimu msaidizi ni kumshauri mwalimu mkuu. Ina maana Matola hamna imani naye? Yaani siku tatu alizoondoka Fontengate, yeye ndo ameweka mfumo? Sio <laughs> sio kweli. Mimi nitapishana na watu wengi, ni, sio kweli. Nina, ninakwambia na nanahakikishia huo, kwa sababu alicheza na Fontengate pia Matola akiwa yeye yeah, ndo, ndo yani tuseme mechi za ligi mm. Matola yeye amehusika sana na amepata matokeo. Kwa nini msimkabidhi timu Matola? Alishawahi kuwa mwalimu mkuu wa Simba kwa maana ya tunaingia katika msimu, Suleimani akapewa, alishawahi alikuwa msaidizi, alikaimu kazi ya mwalimu msaidizi. Sasa naitaka nione kweli mpira wa jana ulikuwa ni Matola, kazi ya mwalimu tuliona, lakini hey, niliangalia tulishinda goli tatu, alisimama yeye, tulishinda alisimama yeye. Sasa turudi kwenye kumbukumbu kumbu basi e, tuna mechi ya klabu bingwa tuliwahi kumpa mwalimu aliyekuwa mwalimu wa timu ya taifa Morocco. Hmm. Kwa siku ile tulicheza mpira Morocco kwa sababu alisimama yeye. Kuna muda unapewa kusimamia Matola, saa hizi anasimamia Simba. Hmm. Sasa ukiniambia mpira wa jana ni mfumo wa Matola, nachelewa na kusema, yaani mimi simkatai Suleiman Matola. Kwanza sikubali aletwe mwalimu msaidizi tofauti na yeye akini, tusianze na mimi tena. Hapana, acha wadanganye watu, ah, watu wengine. Jana kilichotokea ni kuwa baada ya kupewa timu kutoka kwa mwalimu msaidizi, ukiwa mwalimu mkuu unakaa na wachezaji, unaambia jamani, mmeona tulipofikia sasa, mimi ndio mwalimu mkuu. Wakati anatafutwa mwalimu mwingine, akwenda kupambana na Mbia City, nadhani mnawajua wanabato fulani ye, chukua namba yako cheza basi, umeelewa vizuri E, fulani ichukua namba yako, kwani mpaka nianze kutaja majina ya wachezaji wa Simba e? Kante, haya nianze, hakikisha we, wewe yani, we unafanya uhakika kwao. Kwa hiyo unataka kunifundisha leo? Mtu anaweza kukaa siku tatu na timu afu akatengeneza mfumo? Ndio ina maana tuseme jana ulikuwa ni mfumo wa Amasa kwa Matola Ani, mfumo wa Pantevu Matola akipewa timu ataanza wake, nitaanza kutafuta mfumo wa Matola uko wapi, na alipopewa na Fontaine Gate, ilikuwa kama Pantevo hajafika alichelewa, basi itakuwa ulitumika mfumo wa mwalimu Fadru Davis. Matola hajaanza kuweka mfumo, ila ni, ni kuahidi miongoni mwa walimu watakuja kufanya vizuri Afrika na Tanzania Nislema, ni Suleiman Matola kwa sababu ya uadilifu wake, utayari wake wa kufundishwa na namna anavyojitoa. hakutokuwa na mfano wa mwalimu wa namna hiyo, kwa sababu uvumilivu alionao Matola, hakuna mwalimu mwingine yoyote anaweza zaidi ya, ya misimu nane sasa kama sio tisa, yuko kama mwalimu msaidizi. Hajawahi kutengeneza mgogoro sawa, hajawahi kufanya kitu kingine chochote, anasimamia ualimu wake. Kwa hiyo Suleimani jana, hapana, Suleimani jana alikuwa msimamizi. Umenielewa, brother? Bradha hey, ni hayo asante sana.